Zikiwa zimepita siku 22 tangu bweni la wasichana katika Shule ya Sekondari Mkuu, Wilaya ya Rombo, mkoani Kilimanjaro kuteketea kwa moto, bweni jingine la shule hiyo lenye wanafunzi 160 limeteketea tena kwa moto usiku wa kuamkia leo Jumanne, Oktoba 28, mwaka 2025. Tukio la kwanza lilitokea Oktoba 6 ya mwaka 2025 ambapo bweni lenye uwezo wa kuchukua wanafunzi 90 linalomilikiwa na Kanisa Katoliki wilayani humo iliteketea kwa moto wakati wanafunzi wakiwa kwenye ibada asubuhi. Katika tukio hilo, mali zote za wanafunzi ziliteketea kwa moto ikiwemo magodoro 91 vitanda 46, nguo, madaftari na vifaa vingine vya wanafunzi. Kamanda wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji Mkoa wa Kilimanjaro, Jeremiah Mkomagi amesema tukio hilo limetokea usiku wa Oktoba 27 na kusababisha uharibifu mkubwa wa mali, ingawa hakuna majeruhi wala vifo vilivyoripotiwa. Namnukuu, tulipokea taarifa za moto katika bweni la wanafunzi Shule ya Sekondari Mkuu lililopo Kata ya Makiidi, Wilaya ya Rombo, tulifika haraka eneo la tukio na kukuta moto ukiendelea kuwaka ndani ya bweni, Askari wetu alifanya jitihada za kufanikiwa kuuzima moto huo kabla hujasambaa zaidi, amesema Kamanda Kamanda Mkomagi. Kamanda Mkomagi amesema pia chanzo cha moto huo bado hakijafahamika na uchunguzi unaendelea ili kubaini sababu hasa ya matukio hayo ya moto katika shule hiyo. Namnukuu, katika tukio hili hakuna aliyepoteza maisha wala kujeruhiwa, lakini vitanda 89, magodoro 160, ofisi moja pamoja na madaftari ya wanafunzi yameteketea kwa moto amesema kamanda. Aidha, Kamanda Mkomagi ametoa wito kwa wananchi, taasisi za elimu na jamii kwa ujumla kuchukua tahadhari dhidi ya majanga ya moto na kutoa taarifa mapema kwa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kupitia namba ya dharura moja moja nne pindi ambapo wanapobaini hatari ya moto.